Jina yangu ni Hope Kacheri na ni mwanafunzi wa sheria kutoka chuo cha Tumaini Makumira, Arusha, na leo chuo chetu kimepata nafasi ya kushiriki katika majadiliano kati ya chuo cha Willamette cha Marekani pamoja na Makumira, ambapo wanasheria wamekuwa wakidebate kuhusiana na swala la sheria ya ndoa. Uh, ambapo kuna vifungu ambavyo vinazungumzia mtoto wa kike kuolewa katika umri mdogo, na wengine wakiwa wakisapoti kwamba vifungu hivyo viko sahihi, wanasheria wa Makumira wamekuwa wakivipinga na vifungu hivyo, kwa mtazamo wangu, ni kwamba mimi ninavyoona kwamba sheria ya ndoa inapaswa ibadilike, kwa sababu kumruhusu mtoto mdogo, mtoto wa kike kuolewa katika umri mdogo kunamzuia haki zake za msingi kama haki ya elimu, haki ya kukua kama mtoto na mambo mengine ya msingi ambayo yeye anayahitaji kabla ya kuingia katika ndoa. Kwa mtazamo wangu mimi kama mwanasheria, ninaona sheria hiyo inahitaji mabadiliko, si tu kwa sababu ya masuala ya ndoa, lakini pia katika Uh, sekta zingine za msingi kama elimu, afya pamoja pia na, na uchumi kiujumla. Huyu mtoto anatakiwa kujikuza na kujiendeleza kiuchumi, anatakiwa kukua kwa afya ya akili na sio tu kwa sababu ya masuala ya ndoa. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu naona hii sheria inapaswa kubadilika. Ukisoma vizuri the Law of Marriage Act indeed, kuna kwa kuna utata kwenye masuala ya mtoto wa kike na umri wake wa kuolewa na ukiangalia vizuri kitu ambacho kinaangaliwa ni utandawazi wa kidunia ya sasa, ya kwamba kwa sasa hivi tunachokiangalia ni mbadiliko mabadiliko ya sheria, na ningependa pia ku, kuambia ya kwamba kuna tunasoma pia jurisprudence na lengo la jurisprudence ni philosophy of law, falsafa ya sheria. Ukiangalia the Law of Marriage Act ni sheria ambayo imetungwa zamani sana, na sasa hivi sasa dunia inaenda mbele kwa hiyo law should not only be a means to an end, lakini like, it is an end in itself. Tunaangalia ni kwa namna gani sheria inatumika pia kwa ajili ya kureflect the current social changes in the society. Na huo umri wa kusema ya kwamba chini ya miaka 18 ya kwamba kuna masuala ya consent, kwa kweli ni jambo ambalo linashangaza sana, na wanasheria wengi na watetezi wengi wa haki za kibinadamu wamekuwa kilichallenge hilo swala. Mtazamo wangu mimi ni kwamba sheria inabidi ibadilike kwa sababu ni muhimu sana mtoto wa kike kupata elimu, na kwa hilo kwa kweli mabadiliko hayo yatasaidia kwenye kusababisha mtoto wa kike azidi kupata elimu ambayo ni nzuri, na asitegemee tu ndoa. kwa jina anaitwa Daktari Benedict Maige Nchala, ni mhadhiri mwandamizi katika kitivo cha sheria hapa chuo kikuu cha Tumaini Makumira, na pia ni wakili wa kujitegemea katika ufundishaji wetu. Katika kitivo cha sheria hapa chuo kikuu cha Tumaini Makumira tunahimiza zaidi nadharia iendane na vitendo, na kwa kupata ugeni huu kutoka wanafunzi chuo cha Willamette kule Marekani, wanaongeza uwanda mpana pamoja na uzoefu katika sheria za kimataifa na hasa hapo ambapo leo watakuwa wakiangalia sheria za mtoto jinsi gani ambavyo zina